Yes, e bwana ni kwa mara ya kwanza kabisa msanii Harmonize akiwa ana perform jukwaa moja na msanii Ibra. A, seti ni mara yani, mara ya kwanza baada ya kukosana. Kabla ya kukosana, tunajua alikuwa ana perform mara kwa mara lakini baada ya kukosana e, yale ya mambo ya kuvunja mkataba yani, Ibra alivunja mkataba akaambia leta bilioni moja, mambo yakawa ni mengi. Sasa baada ya hapo kuvurugana tu basi hawajawahi kukutana tena. Sasa hivi kila mtu alikuwa anafanya mishemishi zake, lakini sasa hivi ndio wameweza kukutana nyumbani kule maeneo ya Mtwara kwa ajili ya show kwenye uzinduzi wa kampeni hizi za CCM. Unajua Mtwara ni kwa kina Harmonize na pia ni kwa kina Ibra. Sasa show nzima ni kwa hapo mbele nimezidi kuwekea jinsi Ibra anavyokiwasha na hata pia jinsi msanii Harmonize anavyokiwasha kwenye show ile. E bwana ni kwa mara ya kwanza e, msanii Harmonize anakuja kukutana na msanii anayejulikana kama vile Ibra kwenye show moja a, ni mara ya kwanza tu baada ya wao kugombana kwenye swala lile la kutoka kwenye lebo, kama unalikumbuka swala fulani la mwaka jana ambapo msanii Ibra alitaka kutoka kwenye lebo lakini msanii Konde Boy akamwambia, bwana, hapo inabidi nipe bilioni moja ya Kitanzania ikawa ni mzozo hivi mpaka wakafikishana kwenye BASATA e, kesi ikaamuliwa pale e, na mambo Harmonize akasema amesamehea, lakini kuna mikataba wakekeana pale e, ya kuwa ngoma alizomshirikisha Harmonize yani, hii Ibraah ngoma alizomshirikisha Harmonize atakuwa anapata asilimia sitini, Harmonize uh, anapata asilimia arobaini. Naye Harmonize uh, ile ngoma alizomshirikisha Ibra atakuwa anapata asilimia sitini, anampa Ibra asilimia arobaini. Kesi wakamaliza uh, kama hivyo. Sasa, ikawa kila mtu ana mishe mishe zake mpaka juzi tu ndo amekuja kukutana pale Mtwara kama kawaida. Mtwara, tunavyojua ni nyumbani kule, ni nyumbani kwa kina Harmonize eh, maeneo ya Chitoholi kule, na hata pia ni nyumbani kabisa kwa kina Ibra, sababu Ibra na Harmonize ni watu ambao wanatoka mkoa mmoja na mtaa mmoja. Kwa hiyo eh, kulikuwa na show fulani kwenye uzinduzi wa kampeni za CCM, wote wawili kwa kuwa wote wawili ni wasanii wakubwa, japokuwa Ibra hajamzidi Harmonize, lakini pia kwenye game na nafasi yake na ukubwa wake wakaweza kuitwa pale. Sasa wa kwanza aliyetumbuiza akawa ni Ibra, na show hiyo ya Ibra nitakwenda kukuwekea uweze kujionea. Yani pia nitakuwekea show zote, show ya Ibra ujionee na hata pia mshoe, nitakuwekea show ya msanii Harmonize pia uweze kujionea, wakiwa wote wanakiwasha maeneo ya Mtwara kwenye hii uzinduzi wa kampeni uh, za CCM bwana, e, imekaa muda tokea tokea wakosane, basi hawajawahi kutoa hata ngoma, hakuna ambaye amemcheki mwenzake hata ku DM. Lakini mambo yanakwenda kama hivyo, maisha yanabidi yasonge mbele. Sasa bwana, mshikaji wako Umbea Media TV Uh, wacha nizidi kukuwekea video hizi uweze kuzitazama alafu ukishazitazama basi usikose ku like, uh, usikose pia ku share, na usikose ku subscribe kwenye channel hii ya Umbea Media TV, uh, na pia usikose ku comment pale kwenye comment section ya Umbea Media TV, uh, na hata pia majirani zako uweze ku share, yani uweze kutowasambazia video hizi ili tuzidi kusonga pamoja azidi uh, uh, uh, kujionea